Bwana wa Yesu asifiwe! Wa ni wakati mwingine tena wa baraka kupitia uimbaji upendo, spare party glory store na VIP wanakuletea uzinduzi wa albamu mpya, albamu ya injili kutoka kwa mwimbaji bora wa muda wote, mwimbaji anayewakilisha vizuri nyanda za juu kusini na Tanzania e -e -e Inayokwenda kwa jina na kutazama haman ila huyu dada. Itakuwa ni Jumapili ya tarehe nne mwezi wa tano kuanzia saa sita mchana mpaka saa kumi na mbili jioni katika ukumbi wa Miditawni Makambako pale mlangoni. Wakubwa mnapita kwa shilingi elfu tano na watoto elfu tatu Kutakuwa na burudani mbalimbali mbali, kutoka kwa waimbaji binafsi pamoja na kwaya. Moto utawashwa na Teresia Bundala, Valentina Mangula, Adison Nyegela, Rosi Mahenge, Haleluya, Nolec Makambako, kwaya ya vijana KKKT Mji Mwema na nyingine kibao kutoka nje ya Makambako na ndani ya Makambako. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0769154305 nasemaje, moto utawaka.